Na baada ya wiki kadhaa za mvutano mkali kati ya Gavana wa Tharaka Nithi, Muthomi Njuki, na baadhi ya wawakilishi wadi kuhusiana na bajeti ya mwaka wa fedha wa 2025/2026 hatimaye, kaunti imepata uungwaji mkono wa kutosha kupitisha bajeti hiyo. Bajeti hiyo ya shilingi bilioni 6.8 ilipitishwa kwa kura 14 dhidi ya 9 na kumaliza mtafaruku uliokuwa umechelewesha mipango ya maendeleo. Bajeti hiyo iliwasilishwa na mwenyekiti wa kamati ya bajeti na utoaji wa rasilimali, ambaye pia ni mwakilishi wadi wa Karingani, Gofri Mureithi. <muchilis> Kwa hivyo nimefurahia sana kuona kwamba eh, asimilia zaidi ya themanini, ya mambo ambayo watu wa Chogoria kwa waliitisha ya sauti ile ambayo alikuwa anataka eh, niwakilishe nayo and we want to request the MCAs because we've approved the budget let us do the correct oversight let us bring